Wanaume nasikia Yesu amekufa, anasema Yesu ndio kichwa cha wanaume, sasa tunaogopa kufa kila na kama kichwa cha jina yeye, amechukua mizigo yote ya dhambi nyingi anakufanyayo. Sasa sisi basi, tutakufa hivyo hivyo. Nimesikiliza muda mrefu, inaonekana kuna changamoto hauna mke nyumbani, usumbufu wao haujui. Ukitoka na hela weka mezani, alafu kutoka kazini, mwambie usipata kitu

lakini sasa nime- nimeanza kutambua na kitu nime-nimeanza kugundua katika maongezi

Mpekee mm, okay, okay. Yep, okay. Mpeleke na mke wangu anajifunza. Nimegundua mnatumia nguvu sana, kwa sababu si mnatumia akili zenu na imani yenu yenu, yaani mnatumia imani yenu badala ya kutumia imani ya Mungu. Munu, hamna nyumba, sina nyumba, sina hata akaunti, hela ikiingia kujitukusaa

cha familia mm. kichwa nyumbani mm. sisi na mchungaji akasema, mm. asiye watunza wa nyumbani kwake mbaya kama asiye amini yeah. Kwa hiyo lazima nikila nikitoka, lazima nirudi na posho, afadhali mimi <coughs> nilale njiani wao wale, kwa sababu ya hiyo nitakuwa mbaya, yeah. Sasa yule kiongozi, kichwa cha mimi ni Kristo, amekufa kwa sababu ni dhambi za watu, mateso, matatizo, yamumua sasa nami ndo nawaza je. Hata nikiangalia majirani nakuta nyumba hii mjane, nyumba ile mjane, nyumba ile mjane. Na sasa ndo hilo linaniwazisha. Hapo ndipo mnaposea. Yesu ajafa. Hapo amekufa. Bali hapo ndipo mnaposea. Mwanaume atakufa kwa jema tatizo. Hapo ndipo sasa, ngoja niwaambie. Tukae, anajua okay, eh, atas... hey, mm. Eh, sasa kufa kwa Bwana Yesu ndio nimewaambia kwamba mnatumia imani yenu, mnatumia akili zenu. Sasa lakini, sasa inabidi mbadilike kuna imani mbili. Kuna imani ya kwako uh -huh, ambayo hii tuliumbwa nayo toka Adamu kutumia akili zetu aza kutumia akili zetu uh -huh. lakini no, no, no, havileti matokeo uh -huh. Sasa inabidi mwanze kutumia imani katika Mungu. Imani gani? Imani tusherekee ikula na kunywa tu, tunasherekea ufufuko wa Bwana Yesu eh? Eh, eh, eh, eh. So, mimi <coughs> mimi mi, mi leo no, nime nimejifunza kanisani, chungaji uh wangu ukanifundisha leo nguvu ya ufufuo hii nguvu ya ufufuo, tunabidi tuwe na imani katika Mungu kupitia nguvu ya ufufuo Bwana Yesu alikufa lakini alifufuka, na kuna nguvu iliyomfufua. Sasa ile nguvu iliyomfufua toka ulipomwamini Bwana Yesu, toka ulipomwamini Bwana Yesu, na ulipomwamini Bwana Yesu, ile nguvu ninayo. Kwa hiyo kinachopungua ni nini kwako? Ni imani ile ya kuitumia ile nguvu, ileende matokeo, kila kitu sio pesa tu. Sisi tunazungumzia mtoto darasa la saba, umeelewa? Mama anataka hela nyumbani, hamna chakula, pango, hayo ndio tuzungumzie hapa. Usizungumzie habari si za kufufuka, sio. Sinifanya nini, imani. Wewe weka hapa tuone kama kuna imani, hela iko hapa. Mimi nakubali. Hayo mapango pango, ada, hivi ni vitu vidogo sana katika hii nguvu. Basi utufundishe, ngoja Tuangalie, tusome ndogo ndogo hii. Tusome katika waraka wa Waefeso sura ya kwanza. Hii ipo, tusome hapo, Waefeso sura ya kwanza, anzia mstari wa kumi na nane. <laughs> hiyo. Kuna shida imembashi changamoto ulizonazo, husoma nimeona, macho ya mioyo yenu ya yatiwe nuru. Mjue tumaini la mto wake, jinsi ilivyo na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu, jinsi ulivyo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 Anasema akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa ambao ndio mwili wake, ukamilifu wake, aliyekamilika. Ndio kitu hata sisi ndio tumesema sisi kichwa takamilia na Yesu kichwa. Hapa tena nimeona anasema kichwa. Kichwa ameshakufa. Sasa wewe ndio tueleze vizuri. Hapa ndio tutaelewana. Hapa amesema kwa ajili ya kanisa. Kwa ajili ya kanisa. Wewe, wewe umeelewa? Kwa ajili ya kanisa, kanisa. Kwa ajili ya kanisa si ile jengo siri kwake. Ubongo pale tunajengo. Yaani kufa kwa ajili ya jengo kanisa ah, ah. Si jengo kanisa, ni sisi hapa tulipo. Watatu anasema, watakapokutana wawili watatu kwa jina langu mimi niko katikati yao. Kwa hiyo sisi ndio kanisa. Sasa wewe ukitaka sisi tuelewe vizuri, mm, chukua haya matatizo tulionayo, mm, yaingize kwenye maandiko yako utupe, mm, jibu

Kipi kati mwana ya mwanaume mwenye umri wa miaka mia moja kupata mtoto na mama mwenye umri wa miaka tisini. Mwanaume miaka mia moja wanapata mtoto kwa hii nguvu ya ufufuo. Sasa hiyo eh. Ibrahimu waliona kivuli. Sasa wewe uko kwenye agano lenyewe hey. Wewe una nguvu like, zaidi ya kina Ibrahimu sasa huo uko kwenye ufufua wenyewe, huu wenyewe waliona ukivuli tu. Inaongelea hii nguvu ya fufua, inafanya kazi kwa kumwamini Mungu kupitia Bwana Yesu, nguvu iliyofufua Bwana Yesu. Hii nguvu haishindwi, inauisha hata vilivyokufa eh? Kama kazi yako imekufa, hii nguvu itaihuisha. Kama biashara yako haizai ai, hii nguvu ya ufufuo itaihuisha, haishindi kitu. Unahitaji kumwamini Mungu na kumwamini Mungu, unaanzia kwenye neno, unasoma neno, unaomba, unajenga una imani yako. Hii nguvu ya ufufuo itafanya kazi tu. Tumeona mchungaji ametushuhudia vitu vingi kuhusu hii nguvu ya ufufuo, na wewe ukianza kujaribu, utaona matokeo yana wewe ya mwenzetu pengine kutembelea imani yako mimi, ah, nimeona naenda na kuongezea, kwa sababu leo ndiyo nimefundishwa na uh, hey, kuongezea kile hicho kione, tupange tu kukutana, utufundishe na sawa, vizuri nasi kwanza cha kwanza ukiweza uje na mke wako, tukimwona alivyo mwema itatuhisisha na sisi, maana sisi nyumbani kule moto aliyopewa kidogo sana usiku

Nafikiri kwa nini wababa hawawezi kuomba wala hawawezi kuimba. Kichwani kuna nyimbo nyingi zinagongana. Yaani nyimbo zinagongana gongana. Kwa hiyo hapa, yaani, wakiimba wamama, unaona wanatabasamu, wewe ndio baba. Yaani utafikiri wamelazimishwa kwenye kanisa. Lakini wamama, angali vijana, nao wamevaa sare. Wamama wamevaa sare. Watoto wanasalia. Baba asalia kwa